Kufikia mwaka 2025. Hawa ni marais kumi wenye elimu kubwa Afrika. Orodha hii imetokana na vigezo vifuatavyo. Moja, kiwango cha elimu rasmi: shahada ya kwanza, uzamili yani masters, au uzamivu, yani PhD. Mbili, vyuo vikuu walivyosoma, umaarufu wa taasisi za elimu yani kimataifa au kitaifa. Tatu, uhusiano wa elimu na uongozi. Jinsi elimu yao inavyoathiri sera, maamuzi na maendeleo ya nchi. Nne, uwazi wa wasifu kita wa kitaaluma, taarifa zinazopatikana hadharani kuhusu elimu yao. Tano, mchango wa kielimu kwa taifa, uwekezaji au mageuzi ya elimu chini ya uongozi wao. Namba kumi ni Mokgweetsi Masisi, rais wa Botswana. Elimu shahada ya uzamili katika elimu kutoka Florida State University, Marekani. Mchango: ameongeza bajeti ya elimu na kuimarisha mafunzo ya walimu. 9. Faure Gransingbe, raisi wa Togo. Elimu: shahada ya uzamili katika uchumi na usimamizi wa biashara kutoka George Washington University, Marekani. Mchango: amemarisha sera za kifedha na uwekezaji wa kigeni. Nane, Abdel Fattah El-Sisi raisi wa Misri. Elimu: shahada ya kijeshi kutoka War College, Marekani; shahada ya uhandisi Misri. Mchango: amewekeza katika elimu ya juu na miundombinu ya vyuo vikuu. Namba saba. Azali Asumani, raisi wa Comoros. Elimu: mafunzo ya kijeshi na uongozi kutoka Ecole de Guerre Ufaransa. Mchango ameimarisha usalama na utawala wa sheria visiwani Komoro. Sita. George Weah rais wa Liberia elimu shahada ya uzamili katika usimamizi wa umma, chuo kikuu cha DeVry Marekani. Mchango amewekeza katika elimu ya vijana na miundombinu ya shule. Namba tano. Cyril Ramaphosa raisi wa Afrika Kusini elimu shahada ya sheria kutoka chuo kikuu cha Afrika Kusini, yaani UNISA. Mchango, ameendeleza sera za haki za wafanyakazi na usawa wa kijamii. Namba nne, Nana Akufo-Addo, rais wa Ghana. Elimu, shahada ya sheria kutoka chuo kikuu cha Oxford na Inns of Court School of Law, Uingereza. Mchango, ameanzisha elimu ya bure kwa shule za sekondari nchini Ghana. Tatu, Paul Kagame, rais wa Rwanda. Elimu, mafunzo ya kijeshi na uongozi kutoka Marekani na Uingereza. Elimu ya awali katika sayansi ya kompyuta. Mchango, amejenga Rwanda kama taifa la kidijitali na la kiusalama. Mbili, Hakainde Ichirema, rais wa Zambia. Elimu, shahada ya uchumi na uzamili katika fedha, chuo kikuu cha Zambia na University of Birmingham, UK. Mchango, amemarisha uchumi wa Zambia kupitia sera za uwekezaji na uwazi wa kifedha. Namba moja, William Ruto, rais wa Kenya. Elimu, shahada ya uzamivu yani PhD katika ekolojia ya mimea, chuo kikuu cha Nairobi. Mchango, anatumia maarifa ya kisayansi kuboresha sera za kilimo na mazingira. Elimu ya juu kwa viongozi wa Afrika imekuwa chachu ya mageuzi ya sera, maendeleo ya kiuchumi na usimamizi bora wa rasilimali. Marais hawa wameonyesha kuwa uongozi wenye misingi wa kitaaluma unaweza kuleta mabadiliko chanya kwa bara zima. Haya ni machache miongoni mwa yale yaliyo mengi ambayo nimekutayarishia kwa wakati huu. Ikiwa ni kwa mara ya kwanza unatazama video hii